Ambiwaka mita mia mbili ambiwa njoo wangenjuka wewe. <laughs> Mimi niseme wazi tu kabla ya yote kwamba mimi ni shabiki namba moja wa baba wa demokrasia wa nchi ya Tanzania na si mwingine la kijina Daktari Jakaya Mrisho Kikwete na sijifichi popote Huwa ninasema wazi, mimi ni shabiki namba wani wa baba wa demokrasia ya Tanzania, Mheshimiwa rais mstaafu wa awamu ya nne Daktari Jakaya ya Mrisho Kikwete. Ni shabiki wake kwa sababu ninapenda sana viongozi wenye ulimi uliookoka. Jakaya Kikwete anao ulimi uliookoka, lakini pia ulimi wake una faraja ndani yake. Mungu amemjalia ya hivyo, Mungu kampendelea hivyo, na ndicho kinanivutia sana katika uh, kauli zake, nyendo zake, muonekano wake, lakini pia namna anavyowapenda watu. Kama binadamu hawezi kukosa kasoro, lakini katika yaliyo mengi ni kiongozi amezaliwa na uongozi. Jana akiwa mgeni rasmi katika kongamano lililokuwa limeandaliwa na chama cha wanasheria uh, wa serikali jijini Dar es Salaam, ameongea mambo kadhaa ambayo ninaamini yanaliponya pia taifa, yanaponya mioyo ya watu, yanaleta mwelekeo wa kuona watu wengi waliokuwa wamekata tamaa na kudhani kama Tanzania si mahala salama kwa namna moja ama nyingine, pa kuishi. Ulimi wa Jakaya Mrisho Kikwete, daktari, baba wa demokrasia, kauli yake aliyoitoa jana inatoa mwelekeo mpya ama kufufua matumaini kwa waliokuwa wamekata tamaa kwa namna moja ama nyingine. Alisema nini Mheshimiwa Jakaya Kikwete, akutoa ulimi wake kwamba una kauli mbiu labda ya vyama fulani vya siasa ambazo zinahatarisha usalama wa nchi hi. Aliitaja kauli mbiu moja wapo, alizitaja kauli mbiu kama mbili tatu hivi, lakini moja akasema kwamba wapo baadhi ya wanasiasa wanasema ikifika Oktoba watatiki, lakini baadhi ya wengine wanasema ikifika Oktoba no reform, no election. Hakutoa mtazamo kwamba eti kauli mbiu hizo zina utata katika nchi yetu ama zinaleta kizungumkuti katika taifa letu. Hapana, yeye alienda moja kwa moja akisema kwamba kutokana na kauli hizi za wanasiasa, na wanasiasa atasema maneno mengi, lakini kila mmoja, kila mtanzania ikifika muda wa kupiga kura kwenye tarehe ambayo itatangazwa na tume ya taifa ya, kupiga ya, ya, ya uchaguzi kwamba kila mmoja za kuambiwa achanganye na zake, lakini msingi mkubwa akasisitiza kwamba tukapate viongozi ambao wataleta matumaini katika nchi yetu, wataendeleza maendeleo yaliyopo katika nchi yetu na mambo kadhaa yaliyo mema katika nchi yetu. Katika hili ninampongeza sana mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, lakini kwa wale ambao hawakubahatika kusikiliza alichokuwa amekizungumza hapo jana tafadhali naomba tumsikilize. Nasoma kwenye mitandao, nanyinyi mtakuwa mnafahamu zaidi pengine kuliko mimi. Kauli mbiu ziko nyingi, na anasema piga kura, linda kura yako. Ukiambiwa kaa mita 200, mwambie mwambie njoo ukae wewe <laughs> <laughs> Kama, kama unapapenda hapa. mm -hmm. kuna wengine wanasema Oktoba tunatiki. <laughs> <kuma wakua> wengine wanasema no reform, no election. Kauli hizi ziko za namna mbalimbali lakini jambo la kutia moyo ni kwamba anachoweza kuambia watanzania wenzangu itakapofika wakati wa kupiga kura hiyo Oktoba kwa tarehe itakayotajwa na tume, akili za kuambiwa changanya na zako. Siasa watasema mengi. <laughs> mi <Mene> nimestaafu. <laughs> si kama amendapata na nafasi ya kupiga debe. <laughs> Lakini hilo utakaosikia mengi, fanya uamuzi wa busara ili nchi yetu ipate viongozi watakaolitoa taifa letu hapa na kupelepeleka mbele kwenye maendeleo makubwa zaidi, kwenye amani na kwenye utulivu. Naam, huyo ndiye Daktari Jakaya Mrisho Kikwete, baba wa demokrasia ya Tanzania. Amesema hayo akimaanisha kabisa kwamba Tanzania ni yetu sote. Tanzania inapaswa kuwa eneo la kufurahia, tusichukiane kwa sababu tu ya kauli mbiu. Maneno ni mengi ambayo kila mmoja akiweza kutafsiri atatafsiri tofauti, kitu ambacho hakipaswi. Maneno ni maneno tu, tuambiane ukweli katika kuelekea eh, Kanaani ya nchi yetu ya Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Mtazamaji unayo nafasi pia ya kutoa maoni yako kuhusiana na kauli hii ambayo ametoa Mheshimiwa rais wa awamu ya nne, Daktari Jakaya Mrisho Kikwete. Wewe unasemaje? Mimi naona kwamba anastahili kupokea maua yake kutokana na hili ambalo amelisema. Mtazamaji karibu, langu jina ni Godon Karulunga Vikungu, na hii ni Nyikani TV Afrika.